Tazamaji wa Faida Online TV, ni huzuni simanzi imegubikwa kwenye familia ya mzee Salumu Abdallah Liyonjo, mkazi wa kijiji cha Mtiniko, kata Mtiniko, halmashauri ya Mji Nanyamba, katika mkoa wa Mtwara ambapo mchana huu nyumba yao ambayo ni tegemezi la kutunza familia inateketea kwa moto. Tupata <tipos> nafasi ya kuzungumza na mwenyekiti wa kijiji hicho cha Mtiniko ndugu yetu Hamisi Musa Ling'wenye maarufu kama Cool boy, akielezea kwa undani kuhusiana na tukio hilo tumezungumza naye kwa njia ya, ya, ya simu. Mimi naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV. Nikukumbushe kusubscribe, ku like na comment section yetu ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field. Tafadhali baki nasi. Hiyo nyumba ni ya bwana mmoja aitwaye Salumu Abdallah Liyonjo. Ndio. Eh, na ndo mwenye nyumba ambayo imetokea ajali hiyo ya moto. Na hapa ninavyoongea niko sema tukio kiongozi. Nini chanzo cha moto huo? Chanzo cha moto kuna mwembe mmoja huko nyuma ya nyumba ambao huo mwembe sasa, palikuwa na biwi, yani waliweka nini takataka, ikawa mm. ikawa wamefanya nini, wameunguza moto au takataka moja kwa moja, ojaa ule mwembe sasa umekauka mm. ikawa moto sasa ndo umekwenda hadi juu na ule mwembe, lakini bande, yani nimbari, mm. eh, ni kipande yani ni mbali kidogo, ni nyumba tu moja, ama pengine kulikuwa na banda lingine ambalo limeungua nyumba yani ni dabo unaona, eh mm. yani nyumba kubwa alafu na jiko ambayo hapo kama ni store. Kwa hiyo hicho kibanda ambacho kilikuwa kimewekwa chakula nacho kimeungua chote hicho kibanda, na kana alikuwa mnalala mtu pia, ilikuwa mnalala watu wawili pia hmm, ambao ni dada huyu. Baba mwenye nyumba alikuwa analala huko nyumba ya nyuma ilapo hiyo. Sawa sawa, kuna kuna kuna, kuna vitu ambavyo vimeokolewa mara baada ya moto huo Yani ni vichache sana vichache sana, kwa sababu huo moto umetokea yaani umeanzia juu ya nyumba mm. kwa sasa mpaka wamekuja kukuja tawili ya tatu hapo, nasema yenyewe ilikuwa kuna mambo ya umeme wali nini, walikuta umeme. Sasa kama unavyokuwa tena na nyaya za umeme zimekikata kwao, ikawa watu walio wengi wamekutwa na hofu mm. wale wawili watajisogeza kwa haraka haraka, ukweli wamewahi vichache, yaani vichache sana, vingi vimeungua. Kulikuwapo na korosho gunia tano mm. ambazo yeah. korosho zilichaguliwa kubwa kubwa zile kwa ajili ya kubangua e, alafu kulikwepo na mpunga gunia mbili. mm. E, kulikwepo na mahindi kilo kadhaa mm. ambazo hata hesabu yake hawakopiwa wakaambia wakajua kama hizi kilo ngapi nazo mm. kulikwepo na mchanganyiko kuwa chakula mchanganyiko, yaani kwa ujumla sio mzuri sawa. Tunarudi pale pale, kali, pale kwenye swali letu la msingi wani, kama mwenyekiti kama, kama wa serikali ya kijiji, mna mpango gani kuweza kuwasaidia watu ambao wanakumbwa na matatizo kama hayo? Mimi kama mwenyekiti wa serikali ya kijiji moja kwa moja, niko hapa na mtendaji wangu, tuko hapa sehemu ya tukio, na tutakapotoka hapa, tutaenda kutafuta wazo gani tutumie kwa ajili ya kutaka kusaidia hii jamii, au auau ndugu zetu ambao imewakuta janga kama hili. Tunaomba msaada msaada, tupewe mimi na hawa Asante, asante sana, nakushukuru sana mwenyekiti sana. Sana. Sana, na pole kwa hayo wa yaliowakuta. Asante. Na mtazamaji wa Faida Online TV, ni mwenyekiti huyo wa kijiji cha Mtiniko, ndugu yetu e, Hamisi Ling'wenye e, maarufu Coolboy, akituelezea tukio ambalo limetokea hapo mchana huu wa leo wa Disemba 11, 2025 akituambia kuhusiana na tukio hilo ambalo limetokea. Tunaendelea kutafuta jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Mtwara kwa ajili ya kuweza kupata ufafanuzi zaidi na kipi ambacho kimefanywa mpaka sasa. Kwa sasa, nikutakie siku njema. Jina langu naitwa Karimu Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbushe kusubscribe na kulike channel yetu iliyoendelea kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field. Asante na kwaheri.